Akili bandia maarufu kama AI imebadilisha kabisa maisha yetu mpaka sasa, kutoka kwenye uchunguzi wa kimatibabu kwa usahihi wa hali ya juu hadi kwenye magari ambayo yanajiendesha yenyewe. AI ina uwezo wa kutatua changamoto kubwa zaidi za kibinadamu, lakini pia nyuma ya mafanikio haya kuna hatari zaidi ambazo zinatishia mustakabali wetu wa maisha yote kwa ujumla. AI, chombo ambacho kinatengenezwa na binadamu, kinaweza kuwa tishio kubwa kabisa kuliko tunavyoweza kufikiria. Je, yeah, tumejiandaa kwa dunia inayotawaliwa na mashine zenye akili? Wataalamu wengi wameonya kuhusu hatari hizi. Stephen Hawking, mwanafizikia maarufu kabisa, alisema kwamba maendeleo ya AI yanaweza kuwa mwisho wa binadamu. Ikiwa mashine zitajifunza kujiboresha, zitapita uwezo wetu wa kuelewa na kuzidhibiti. Huu ni wito wa tahadhari kwa wanadamu wote. Yaani, Stephen Hawking alieleza ya kwamba AI inaweza kuwa hatari zaidi pale ambapo watu au binadamu watashindwa kuikontrol, ikiwa itapita uwezo wa kufikiria wa binadamu. Ikiwa binadamu atashindwa kudhibiti AI au artificial intelligence, inaweza ikawa hatari zaidi kwa ulimwengu au dunia ya sasa. Lakini pia Elon Musk, mwekezaji na mwanzilishi wa teknolojia nyingi kabisa, pia ana mtazamo mkali zaidi. Alisema AI ni hatari zaidi kuliko silaha za nuclear. Musk anaamini ya kwamba AI isiyodhibitiwa inaweza kufanya maamuzi ambayo hayaendani na maslahi ya binadamu. Ikiwa mashine zitapewa uhuru wa kufikiria na kuamua, huenda binadamu wasiwe na nafasi ya kuingilia kati, yaani pale ambapo mashine zitapewa uwezo wa kufikiria na kufanya maamuzi, kuna kipindi ambacho binadamu atashindwa kuzikontrol na atashindwa kuzuia mashine hizi zisilete madhara katika jamii, katika dunia yetu kwa sasa. So hapa ni moja katika mtazamo ambao Elon Musk aliutoa kuhusu artificial intelligence, lakini pia si Musk wala Hawking peke yao. Yuvo Noah Harari mwandishi wa vitabu maarufu kama vile Sapiens pamoja na Homo Deus anasema kwamba AI inaweza kuunda mfumo wa usimamizi wa kidikteta duniani ambapo mashine zinadhibiti maisha ya watu. Anaonya ya kwamba mashirika makubwa na mataifa yenye ya nguvu yanaweza kutumia AI kudhibiti watu kupunguza uhuru wao na hata kudanganya akili zao kupitia habari potofu ambazo zinazalishwa kwa ustadi mkubwa zaidi. So wapo waandishi kibao ambao pia wametoa wa mitazamo yao kuhusu hatari ya artificial intelligence ama akili bandia. Hofu nyingine inahusu ajira. Eric Brian Johnson, mtafiti wa teknolojia anaeleza ya kwamba AI inaweza kuchukua nafasi za kazi nyingi sana. Mataifa maskini yatateseka zaidi, kwani uchumi wao unategemea kazi za mikono ambazo AI inaweza kuchukua kwa urahisi kabisa. Anasema ya kwamba teknolojia hii inaweza kuongeza pengo la uchumi kati ya mataifa tajiri pamoja na mataifa maskini. So kwenye zile kazi ambazo binadamu anatarajia kuzifanya ili kulipwa mshahara, unategemea uchukue mzigo kutoka hapa kwenda sehemu fulani, lakini at that time artificial intelligence au akili bandia, yani wale marobot watakuwa wanachukua vitu hivyo, watakuwa wanafanya hizo kazi so, zipo kazi nyingi ambazo binadamu atakosa kuzifanya na watu wengi watabaki kuwa unemployed, yani hawatokuwa na ajira hasa kidogo, hasahasa, hasa mataifa ya kimaskini watakuwa na maisha magumu, lakini pia hata mataifa ambayo wameendelea, kuna kazi ambazo watazifanya AI akili bandia, na binadamu hatakuwa na kazi tena. Yani kazi zitakuwa hakuna kabisa, ajira zitakuwa ni ngumu, na hakuna mtu ambaye atakuwa analipwa kutokana na ajira hizo. Amnesty International na mashirika mengine ya haki za kibinadamu yanahofia matumizi ya kijeshi ya AI, yani artificial intelligence. Silaha ya artificial intelligence zinajulikana kama killer's robots, zinaweza kufanya maamuzi ya kuua bila usimamizi wa binadamu, yani bila ya wewe kutoa amri yoyote, bila ya wewe kutoa oda, wanaweza wakafanya hiko kitu. Shirika hili linaonya kwamba teknolojia hii inaweza kuvuruga maadili ya vita na kufanya wanadamu kuwa wahanga wakubwa kabisa wa vita vya mashine. So kuna kipindi ambacho kutakuwa na ugumu mkubwa sana wa kuzikontrol mashine kama hizo hapo katika upande wa vita. Mashine za AI wataweza kufanya maamuzi ya kuua au kufanya maamuzi ya kijeshi zaidi bila ya kutegemea command au order yoyote kutoka kwa binadamu. So inaweza ikawa ni ngumu zaidi, kwa sababu kuna kipindi kutakuwa na vita kati ya hizi mashine pamoja na binadamu, kitu ambacho ni hatari zaidi, kwa sababu itakuwa ni ngumu kukontrol mashine kama hizo hapo za AI. Lakini pia kuna hatari ya AI, artificial intelligence, kuimarisha upendeleo pamoja na ubaguzi. Timnit Gebru, mtafiti wa AI na maadili, anaonye kwamba artificial intelligence inaweza kutengenezwa kwa data zenye upendeleo, inaweza kuongeza ubaguzi wa kijinsia, wa kikabila pamoja na kijamii. Artificial intelligence inapaswa kuwa chombo cha usawa, si chanzo cha ukandamizaji, alisema Timnit Gebru. So, miongoni mwa vitu ambavyo pia vitatokea kupitia artificial intelligence ni ubaguzi wa kijinsia, ubaguzi wa kikabila na vitu vingine kama hizo hapo. Mwisho kabisa, bado hatujachelewa. Elon Musk alianza artificial intelligence mkusanyiko wa Chat GPT, Chat GPT 3 pamoja na Chat GPT 4 kuhakikisha kwamba maendeleo ya AI, artificial intelligence yanazingatia maslahi ya binadamu. Yuvo Harali anahimiza ushirikiano wa kimataifa kudhibiti matumizi ya teknolojia na wataalamu kama Timnit Gebru wanapigania artificial intelligence yenye maadili zaidi inayowakilisha kila mtu kwa usawa. Artificial intelligence inaweza kuwa chombo kikubwa kabisa cha maendeleo, lakini pia ni dhahiri ya kwamba inaweza kuwa tishio kubwa kabisa kwa usalama wa binadamu pamoja na dunia yetu. So wapo wataalamu mbalimbali wanateknolojia kibao ambao wametoa mitazamo yao juu ya uanzilishi pamoja na maendeleo ya artificial intelligence the way ambavyo inaweza ikawa ni hatari zaidi kwa maisha yetu. So inawezekana kwamba artificial intelligence kwa sasa hivi inaendelea kwa spidi kubwa sana, kitu ambacho kinatoa tishio kubwa sana kwa watu. Zipo robot kibao ambazo zinatengenezwa kwa ajili ya vita. Tumeona maendeleo makubwa kabisa ya Marekani pale ambapo wametengeneza robots ambazo zina uwezo wa kuhendo vita za ardhini, lakini pia kutengeneza drones ambazo zina uwezo wa kupambana na kubeba makombora bila hata ya rubani, wanaweza kulipua sehemu kadhaa, lakini pia bila ya kutumia mtu yoyote. Lakini pia vipo vitu vingi ambavyo vina maendeleo makubwa sana kupitia artificial intelligence ambavyo vinaonesha tishio kubwa kabisa kwa maisha ya binadamu. Hofu kubwa ya wataalamu wanaonyesha kwamba kuna kipindi ambacho binadamu atashindwa kukontrol vitu hivyo, kwa sababu vitawazidi mawazo, vitawazidi teknolojia, kwa sababu havina kasoro au havina udhaifu wa kibinadamu. Yaani ni vitu ambavyo vipo fresh kabisa, vipo kamili na havina tatizo lolote. So kuna kipindi ambacho binadamu atashindwa kukontrol mashine hizo, na itakuwa ni ngumu sana na hatari zaidi kwa maisha yetu duniani. So wataalamu wengi wametoa mitazamo yao juu ya hatari kubwa ambazo zinaweza zikajitokeza kupitia artificial intelligence. So ni kitu gani ambacho unaweza ukaniambia hapo kwenye uwanja wa comment juu ya AI artificial intelligence, utengenezwaji pamoja na maendeleo ya robots, na vitu vingine kama hizo hapo? Ni kitu gani ambacho kinaweza kikatokea kupitia maendeleo makubwa kabisa ya artificial intelligence? Nipange hapo kwenye uwanja wa comment. Mimi naitwa Jittuh one time, na hii hapa ni Jittuh Media.